Ili kombe tumeshinda japo ni moja, ila tunaamini ametuwakilisha wote. Haikuwa rahisi, ila ni kwa ajili ya ushirikiano, mshikamano, kumtanguliza Mungu. Yote haya yamewezekana kwa sababu tumeweza kumweka Mungu mbele. Ilikuwa mashindano yetu ya mara ya kwanza makau, kwa mwaka huu, kwa nje kwenye nchi za watu, ila Mungu ametusaidia, tumeweza kufika mbali kiasi hiki. E, ni kitu cha kumshukuru Mashindano kiujumla yalikuwa mazuri, yalikuwa yana yalikuwa na ugumu kiasi, ila yote ho ni kwa ajili ya kutujenga kiakili, kifikra, kujitegemea, kujipambania, maana ndipo tunapoelekea kimaisha. Ah, mambo yote tuliokuwa tunajadili yalikuwa yameelekezwa kwenye kitu kimoja, jinsi ambavyo tunaweza kuweka kipaumbele midahalo na kuweza kuongea mbele za watu katika dunia hii ambayo imejazwa na teknolojia inayofanya vijana wengi kama sisi washindwe kusimama, washindwe kuongea na hata wafiche hisia na changamoto zinazowapitia. Hawa wanafunzi wamekwenda kwenye mashindano yaliyoshirikisha shule kutokea ukanda wa kusini mwa Afrika na Afrika Mashariki kwenye fani za mdahalo pamoja na uzungumzaji kwenye hadhira, yani debate na public speaking, lakini maandalizi yao sio kwa ajili ya mashindano tu, ni kitu ambacho kipo kwenye utamaduni wa shule, ni kitu ambacho wanakifanya kila inayoitwa leo, kuanzia wanapoamka mpaka wanapokwenda kulala, kwa sababu sisi kama Joy tunaamini hizi ni skills, ni ujuzi ambao mwanafunzi anatakiwa aupate, ili anapoondoka shuleni asiondoke tu na matokeo mazuri, lakini aondoke na ujuzi ambao utamsaidia nje ya maisha ya shule, na hiko ndo ambacho hasa tunakilenga. Kwa hiyo kutu sisi mashindano haya ni sehemu ya kwenda kufanyia kazi yale maandalizi ambayo tunayafanya, tunayafanya kila siku. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kushiriki mashindano haya tunamshukuru Mungu kwa nafasi ya ushindi, na tunaamini wanafunzi wetu wataendelea kushiriki mashindano mengine na watafanya vizuri zaidi. Namshukuru Mungu sana kwa kuwa pamoja nasi, tulienda Botswana, tumeweza kushiriki mashindano haya ambayo yalikuwa ni mapambano makali, lakini tunamshukuru Mungu tumeweza kupata ushindi na tumerudi salama. public speaking wanafunzi walikuwa vizuri kwa sababu tuliweza kufanikiwa kupata kombe. Yani kwa nchi zote, Zimbabwe, Botswana, Uganda, wote, Tanzania sisi ndio tulibeba kombe shule ya Joy la public speaking, lakini debate, tulipata best debater ambaye alitoka shuleni kwetu. Kwa wote sisi ndio tulipata best debater, lakini naona kama hayo maeneo ya, ya debate ndio kidogo inabidi tu, tuyafanyie marekebisho kidogo, so ili, ili wakati mwingine tuweze kupata ushindi. Kwetu ni surprise. Watoto wametupiga surprise na tumeona watoto wetu wana uwezo mkubwa sana kuliko sisi ambavyo watu tunawaona. Wameenda wamefanya kazi nzuri kama unavyoona, wamerudi na ushindi. Kwa hiyo sisi kama wazazi tunawapongeza sana sana sana, lakini pia tunawapongeza walimu ambao walikuwa wanawafundisha watoto kwa hichi kipindi cha maandalizi yote. Mashindano kiukweli yalikuwa ni magumu Yaani yalikuwa yanakuja kwa kasi sana, hatukutegemea huu ushindi lakini, kupitia ushindi huu, naweza nikaambia watu wengine wote huko kwamba wanaweza akasimama, wanaweza kaongea. Kama sisi tunavyoonekana ni, ni tuna umri mdogo, wafupi kwanza, lakini tuliweza kusimama na tukaweza kuongea. Kwa hiyo inawezekana kwa mtu yoyote ambaye uko huko nje, anaweza akasimama, kaongea, na akatoa kila kitu ambacho kipo akiliwake, wa kushauri watu na kwenye mambo mengine mengi, kujenga jamii wajifunze kupitia kwetu. Kwa sababu ya ujasiri kwanza, kama nilivyosema mara ya kwanza kwamba mashindano yalikuwa yanaonekana kuwa magumu, lakini hatukuweza kukata tamaa, tukaendelea kuongea, tukaendelea kushiriki, hatukuishia katikati. Kwa watu wengine huko nje wajifunze kuwa majasiri, kwamba kila kitu wanachokipitia lazima wakiface, wasiachane nacho. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like kushare na kucomment.